Wengi walimuita bulldozer. Alizaliwa mwaka 1999 katika kijiji kidogo Tanzania. Alikulia kwenye maisha ya unyenyekevu, akijifunza kazi ngumu na sala kama msingi wa maisha yake. Mwaka 2015 alichaguliwa kuwa rais wa Tanzania, lakini kilichomtofautisha sio tu ukali wake wala mapambano yake dhidi ya ufisadi, ilikuwani imani yake kwa Mungu. Magufuli hakuona aibu kusali hadharani. Alisema mara nyingi, bila Mungu hakuna linalowezekana. Wakati wa janga la korona, dunia nzima ikitetemeka kwa hofu, yeye alitangaza siku ya kufunga na kuomba kitaifa. Aliwaambia wananchi wake kwa ujasiri, Mungu amesikia maombi yetu, korona imeshindwa kwa nguvu za Mungu. Kwake kuongoza kulimaanisha pia kutoa hesabu kwa Mungu. Aliamini mali na utajiri wa Tanzania lazima uwafaidishe wa Tanzania kwanza, si wageni. Tarehe 17 Machi 2021, kifo chake kilishtua taifa lakini urithi wake unabaki: kiongozi shuja, mzalendo, na mtu ambaye hakuona aibu kutangaza imani yake kwa Yesu Kristo.